Hivi karibuni kumetokea matukio makubwa ya ajali za barabarani ambazo zimehusisha mabasi yanayofanya safari za mikoani na kusababisha vifo vya watu wengi pamoja na majeruhi. Tukio la kwanza ni ajali iliyotokea tarehe 28 mwezi wa sita mwaka 2016 majira ya saa nane usiku huko wilayani Misungwi mikoani Mwanza ambapo basi la kampuni ya Super Sami likitokea Shinyanga kwenda Mwanza lilipata ajali kwa kuacha njia na kupinduka na hivyo kusababisha vifo vya watu watano na majeruhi kumi na watatu. Aidha, mnamo tarehe moja mwezi wa saba mwaka elfu mbili na kumi na sita majira ya saa sita mchana huko maeneo ya Veta Dakawa katika barabara ya Dodoma Morogoro mkoani Morogoro, maloli mawili yaligongana na kuwaka moto na kusababisha vifo vya watu watano. Na baadaye takribani masaa nane baadaye katika eneo hilo hilo siku ya tarehe 2 mwezi wa saba mwaka elfu mbili na kumi na sita majira ya saa 9 usiku basi la kampuni ya Ota lilipata ajali kwa kuyagonga mabaki ya maloli yaliyopata ajali na kubaki eneo hilo la tukio na hivyo kusababisha vifo vya watu sita na majeruhi sita. Ajali mbaya zaidi ni hii ya jana ya tarehe 4 mwezi wa saba mwaka 2016 iliyotokea majira ya saa 8 na robo mchana huko maeneo ya Maweni Kintinku mkoani Singida. Mabasi mawili ya kampuni ya City Boys yaligongana na kusababisha vifo vya watu 30 na majeruhi 54, ambapo hadi leo wamebaki majeruhi 33 wakiendelea wa na matibabu, kati yao majeruhi saba wana hali mbaya wakipata matibabu katika serikali ya mkoa wa Dodoma. Kwa ujumla, ajali hizi tatu zimesababisha jumla ya vifo vya watu 46 wa na majeruhi 73. Idadi hii ya vifo na majeruhi ni kubwa katika kipindi hiki kifupi cha wiki moja tu, ukiangalia toka tarehe 28 mwezi wa sita mpaka tarehe 4 mwezi wa saba ni kipindi kifupi sana. Jeshi la polisi linawapa pole wafiwa wote kutokana na ajali hizo, na pia tunawaombea majeruhi wote wapone haraka. Kwa uchunguzi wa awali, ajali zote hizi zimechangiwa na uzembe wa madereva pamoja na mwendo kasi. Ni dhahiri madereva wamekuwa wakikiuka kwa makusudi sheria, inawataka kuendesha kwa mwendo usiozidi kilomita 80 kwa saa. Mfano, basi ya kampuni ya City Boys iliyokuwa ikitokea Kahama kuja Dar es Salaam ambayo ilihusika katika ajali iliyotokea maeneo Maweni Kintinku. Kabla ya ajali, basi hilo lilikamatwa Singida mjini likiwa na mwendo kasi wa kilomita 122 kwa saa na dereva aliandikiwa faini na kalipa ya shilingi elfu thelathini na baada ya kulipa faini hiyo aliendelea kuendesha kwa, kwa uzembe na mwendo kasi hadi ajali hii ilipotokea. Tumeshuhudia mtindo uliozuka hivi karibuni wa kusalimiana kwa madereva wanapopishana na hasa yanapokuwa makampuni ya kampuni moja kama ilivyotokea kwa City Boys. Ajali ilivyotokea kama ambapo wengi mmeshasikia ni kwamba mabasi haya yalipofika eneo la tukio waliwashiana taa na kila basi lilikwenda kulia kwake. Alikuwa kushoto akaenda kulia, alikuwa kushoto mwenzake naye akaenda kulia. Inawezekana kuna mmoja alisahau, matokeo yake wakaenda kugongana uso kwa uso na kusababisha vifo vya watu wote hao. Lakini mtindo huu, ningependa kuzungumzia kwamba zipo taarifa kwamba sio kampuni hii tu, hizi City Boys peke yake, lakini kuna makampuni kadhaa ambayo tunayafuatilia yamekuwa na mtindo kwa madereva wao kusalimiana kwa mfumo huu, kitu ambacho ni hatari, ambacho kimegharimu maisha ya wa Watanzania hapo jana. Ndugu wanahabari kwa ajali iliyotokea huko Maweni Kintinku sio ajali ya kawaida, bali ni tukio la kufanya mauaji bila kukusudia. Tunadhamiria kuwafikisha mahakamani madereva waliohusika na ajali hiyo kwa mashtaka ya mauaji bila kukusudia, manslaughter, kutokana na taarifa za awali za chanzo cha kutokea kwa ajali hiyo. Kwa madereva wa mabasi hayo walikuwa wakifanya mzaa wakati wa kupishana, kama ambapo nimeeleza. Aidha, tumekwisha wasiliana wenzetu wa Sumatra, kampuni ya mabasi ya City Boys, pamoja na makampuni mengine yaliyohusika katika ajali yafungiwe kutoa huduma ya usafirishaji katika njia zote hapa nchini. Jeshi la polisi na mamlaka nyingine zinazosimamia usalama barabarani tutaendelea kuchukua hatua kali kwa madereva na wamiliki wasiotaka kuzingatia sheria na kanuni za usalama barabarani.